Usiposamehe uh, yule ambaye hasamehi ndiye anabaki na maumivu zaidi kuliko yule anayesamehe, mm-hmm. Kwa hiyo unapokosewa au mtu anapokukosea ukamtangazia msamaha bila kujali maumivu unayoyapata, ile kumtangazia msamaha tayari wewe umeanza kupona, tayari wewe ndio uponyaji, lakini usipotangaza msamaha, huponi. watu ambao wana ona watu ambao wanakuwa wanaishi maisha huru, watu ambao wana, wana, wanaishi kwa amani ni wale ambao wametangaza msamaha bila kujali kwamba wamekosewa nini. Yesu Kristo <clears throat> alitangaza msamaha bila hata kuombwa msamaha hmm. Wakati yuko pale msalabani, watu wamempiga, wamemvua nguo, wanamtesa, unajua alisema nini hmm. Akasema, Baba wasamehe kwa sababu hawajui walitendalo. Ndio fikiria, mtu anakudhalilisha, mtu anakupiga, mtu anakuua, mtu anakufanyia kitu kibaya kama kile, amekuvua nguo mbele za watu, lakini Yesu anatangaza ana, ana msamaha kwenye majira ambayo hajaombwa msamaha. Unajua, nguvu ya msamaha mm, ni pale ambapo unaweza kumsamehe mtu hata kama huyo mtu hajakuomba msamaha, wewe ukamtangazia msamaha mm, kwamba mume wangu, najua umenikosea moja, mbili, tatu, lakini nimekusamehe. Mke wangu, najua kwamba umenikosea moja, mbili, tatu, lakini nimekusamehe. Unaweza kusamehe hata kabla hujaomba msamaha msama. Kwa nini? Kwa sababu mm, unaposamehe ni kwa ajili ya faida yako wewe mwenyewe. Ni ipi faida ya kusamehe? Faida ya kusamehe ni kubwa. Namba moja mm, ni, ni, ni unapona una, una, una ndo maana tunasema unaposamehe unafanya nini? Unapona lile jeraha la moyo. Namba mm. mbili ni mahusiano yako na Mungu. Ndio e, sisi wa Kristo maandiko yanasema msipowasamehe watu makosa yenu na baba yenu wa mbinguni hata fanya nini hata wasamehe hata wasame. Kwa hiyo um, mkristo kipimo chake ni anawezaje kuishi na wenzake, anawezaje kuwasamehe watu wengine. Wanapokukosea unawezaje kuwasamehe? Sasa maandiko yanasema, Biblia yanasema kama uwezi kuwasamehe. Sasa fikiria kuna mtu amekukosea leo Alafu wewe ukamwambia sitakusamee mpaka siku naingia kaburini, yeah. Lakini wewe unamkosea Mungu mangapi, alafu leo jioni unaenda kwenye maombi, ukiomba nasema, Mungu naomba unisamee kwa dhambi zangu zote nilizofanya. Biblia inasema Mungu hawezi kukusamee kwa sababu, ili Mungu akusamehe, ili utambue msamaha wa Mungu na maana, na wewe ukamsamee huyu mwanadamu mwenzako ambaye amekukosea.